Wenyeviti wa vijiji, chonde chonde, pokeeni wawekezaji wenye tija wanaoweza akafanya watoto wetu waajiriwe, watoto wetu wajifunze kutoka kwao na sisi wenyewe tujifunze. Wanaoweza akasema posho yote ya serikali ya kijiji kwa miaka mitano ijayo mimi nalipa. Sio mnamleta mfugaji analeta mang'ombe elfu mbili hapa anaalibu misitu yote, anafyeka misitu yote, hata maziwa hatupatii, nyama yenyewe hachinji, ni mgogoro tu, kulisha kwenye ma ma mazao ya wakulima. Nilipoenda kule, nilipoenda, nilikwenda mwaka jana, nilienda kutembelea misitu. Serikali za vijiji Katavi zimetunza misitu vizuri mingi. Wana misitu mingi sana, lakini hakuna vijiji matajiri kama vijiji vilivyoko wilaya Tanganyika wanapata fedha nyingi kutoka kwenye mradi wa hewa ukaa. Kule tulikuta mtendaji wa kijiji amejengewa nyumba nzuri, mtendaji wa kata amejengewa nyumba nzuri. Kwa mujibu wa mpango wa uvunaji wa miaka mitano ambayo tumeanza mwaka huu 2026 mpaka 2030, kiasi cha mazao ya msitu kinachohitajika kuvunwa kwa mwaka ambayo tunasema ni annual allowable cut ni mkaa ni ni kilogramu milioni mbili laki tatu na elfu sabini na saba mia saba tisini na tisa lakini kuni ni kibiki mita elfu sita mia nne na sabini na tatu lakini pia mbao ambayo ni masasana magogo ni kibiki mita elfu kumi na tatu mia nane themanini na nane Mpaka sasa tuna asilimia 92 ya makusanyo ya mwaka mzima. Kwanza amezungumza habari za wawekezaji, amenigusa kama mwenyekiti wa akii cha ndele nyuma kwa sababu kwenye kichetu pana mwekezaji m ambaye amefika kwa muda mfupi na anaonyesha dhamira ya dhati kwamba yuko tayari kusaidia vijiji pamoja na serikali yetu ya wilaya, na pia hata kwenye kichango ameshaanza kutoa michango mbalimbali kwa ajili ya kuendeleza shughuli za vijiji pale. Mimi kwa kweli naona mwekezaji ni muhimu, na pia ameanza kutoa elimu kwa wananchi pale, elimu ya ufugaji wa nyuki, namna ya kutunza mazingira na, na pia kwenye eneo lake nimeshuhudia akitusaidia aki, aki, aki sisi kama viongozi wa vijiji kusimamia hata uchomaji wa moto, kwamba hata sio ni moto ovyo. Hilo kwa kweli mimi nimemunga mkono sana mkuu wa wilaya, kwa sababu hata hivyo tuna wawekezaji wengine pale ambao wameanza shughuli, na tumeshawaita pale ofisini kuona kwamba namna gani wanasaidia vijiji kutokana na hali ngumu iliyopo ya vijijini.